Sababu maulamaa so watu wameeleza kwamba uhai ni uhai barzakhia, hayatu barzakhia, ni uhai wa barzakh. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekufa, masahaba wamelia wengine wakataharuk. Mtume kazikwa, alaihi salatu wassalam, kawaacha wake zake hawana mume. Mtume ameshakufa. Uhai unaosema ambao nyinyi, kuna watu wanamwona maam hiyo, maam uhai gani barzakhi au uha hai huu kwana, yule bwana mmoja alisema kule kakutana naye mtume akampa mkono akaubusu. Mpaka sasa sisi tuuliza swali, uhai gani ni huu? Wa kawaida kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam? Wale wake zake vipi? alikuwa akutana na Hadija? Alikuwa akutana naye So, kama nyinyi makamu yenu sidhani makamu yenu kwenye dini kama yaweza kufikia makamu yana ya Aisha, asemeni kwamba mawalii wenu masharifu wenu wana daraja juu kuliko Aisha, asemeni na nyinyi hamna adabu. Nimona mawalii wenu wana cheo kikubwa sana, hao wanakutana na, na Mtume. Sasa alikuwa akutana japo na Aisha, Aisha alipotoka katika ile fitna baadaye Aisha akaja akadiriki kwamba alikosea ikawa kila akisoma wa karna fi buyuti kuna analia hivi. Bwana mtume alishindwa kumdiriki mkewe na alikuwa hai, ambaye mkewe kwa maana sasa, sijui kwa ndo sio tuseme, sio mkewe kwa sababu alishakufa, lakini alikuwa mkewe. Sasa huu hai wewe ni mtatuambia nini? kwa alishindwa kumdiriki kama Aisha baina ya masahaba wakataharati masahaba mpaka akatokea mtu upande huu Abu Musa al-Ash'ari na kule mwingine, wahukumu baina yao, mtume alikuwa hakuweza pale kutokea? Au wale wakubwa katika masahaba waya daraja ya juu ya wa utamgu, wakamwona rasul alaihi salatu wassalam, akawaambia wambieni muawiya weni umekosea, au ali ndio ambaye katika hake umekosea. Mtume uhai huu hakuweza kutokeza. Hakuna yoyote katika wale masahaba alikuwa ni walii, alikuwa anaweza kumwona bwana mtume saasalam. Hebu angalie, ni wajamaa walikosa fahamu ya salaf. Lakini watu walikwenda kwa Abbas, kwenye ukame usi, wakamba sisi tulikuwa tunapopata na ukame tundakona mtume amekufa, leo tuombee ya Abbas. Leo masufi ndanganya watu, kwamba dalili nini

ya khitabu katika lugha ya Kiarabu, mtu hayuko, yuko kule chini, utaambia nini dharabtuka? Wazungumzike hapo mtu hayuko, dharabtuka? Yuko afu, tamwambia nani? Nafikiri lugha ya Kiarabu, mafhumu kafu ya khitabu ni kwa mtu uko mbele yako, ni kwa mtu uko ndio mkhutubia kwa kafu ya khitabu. Na la ajabu ni kuwa ukaswali, uko juu ya ndege ba, ukawa uko mashariki, ukawa uko magharibi, ukawa uko wapi lakini lazima umsalimie mtume sallallahu alaihi wasallam kwa alafu ya kitabu, assalamu alaika kana kwamba mtume yuko wapi? Yuko hapo mbele yako. Ingelikuwa mtume hayuko hadhir mbele yetu, saa saasani sema assalamu alaihi, amani amani juu yako, ndio nastai basi tukua swala utoe makosa sana hapa. Dhamiri inshallah, hapa mmekosea dhamiri hii. Mtume hayuko mbele yako, hufai kumkhutubia. Utasema vipi? Mtume hayuko mbele yako, hayuko hadhir, kisha kwenye sala unamwambia assalamu alayka. Yani kwenye sala ndio kupatikana uvundifu foko kwenye lugha, na sala ni katika ibada. La yumkin mpaka kuambiwa dhamiri ya khitabu ni kumaanisha kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko mbele yako <tune> <tune> na tena katika balagha wenyewe wasema maajabu ni kupatikana iltifati katika mahali kama hii. Iltifati mara ngine aweza kuwa wamzungumzia mtu dhamiri ya ghaiba, mara hapo hapo ukanakilika ukazungumza dhamiri ya ya khitabu, au kanakilika kutoka katika khitabu katika dhamiri ya ya ghaiba, au kanakilika katika dhamiri ya mutakalimu ukaenda kwa dhamiri. Ni katika masala ya balagha na huwa ina ladha yake. Sasa kwa nini mtume tumkhutubie kwa kafu tusimkhutubia kwa dhamiri ya ghaib? Eti ajiona ajua lugha kuliko masahaba? Wewe utajua Kiarabu kuliko sahaba? Nani aliyefahamu katika masahaba, atabiuna, aimma, kwa maana yake hio vile tatamka pale, assalamu alaykum, lakini mtume yuko hai na baadhi ya masahaba walikuwa wanamuona. Na na tupe riwaya moja, kama kuna sahaba aliwahi kumuona bwana mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufa hivi yakawa macho, labda alikutana naye pale na pale, twambie kama nyinyi mashehe zenu wanavyokutana naye. Yani nyinyi nandomaana, masufi watu wabaya sana, wanataka kubainisha wao wana daraja ya juu kuliko nani? Masahaba. Ndio maana wale wow, mashehe zao au mawalii wao wana daraja ya juu maqamu, kuna posishen, imefika kiasi wao wanakutana bwana mtume kwa pale kwenye hadhara, a mtume anakuja. Lakini ndio maana nasema sio wote wanamuona, angalia wanacheza na akili. Ndio maana sufizi manake ni ni kitu cha kucheza na akili. Ukisoma sufizi hii sufizi, tafuta kama ni Kiingereza, kaisome sufizi. Ndio maana mtu anaweza mpaka kulawitiwa na shekhi au padire, sababu sufizim iko mpaka katika Kristo. Chezewa akili mpaka mtoto kabisa anaingiliwa na anaona mtu kifanya shekhi ni sawa, kwa sababu kacheza na akili, kafanya mpumbavu. Eti mtume anahudhuria hapa lakini sio wote tunakuona. Kuna watu wana makamu wa maji, tumombe Allah lasa tufikishe. Mtaje we mwenye makamu nani? labahpo msharifu wenu? ni sharifu wenu ndio mwenye hiyo makamu? sharifu gani? Alafu tumuulize makamu ya sharifu wako na Abubakari ipi makamu kubwa? Alafu tuambie lini Abubakari aina bwana mtume, kwa sababu hakuwa na hadhara za maulili. Sababu sabu aasema ukimswalia sana bwana mtume nafikia daraja hiyo nyinyi na masahaba. Nani walimswalia sana bwana mtume sallallahu wa alaihi wasallam? Pia je, kuna sahaba aliomuona mtume? Uhai wa bwana mtume ni uhai barzakhia, na manabii uhai wao bar ni barzakhia, ambayo maqamu yake ni juu kuliko shuhada. Hapa tuko katika kujibu mambo yote, mimi nataka tu kuwapa ile nubdha.